Pahuli benika leo tutapika kachori, na mwanaone okay? Tutaanza kwa kutia viazi vyetu ndani ya sufuria. Baada ya kutia viazi ndani ya sufuria tutatia maji, maji ya kutosha kufunika viazi vyetu. Tutatia dawa ya chakula aka chumvi. Tutatia sotogio cube nusu kidonge pamoja na turmeric aka manjano nusu kijiko cha chai. Tutatikisa hivi na kuambia viazi vibrate kidogo. Funika, acha viazi viive kwa dakika kumi mpaka kumi na tano. Baada ya dakika kumi na tano jamani viazi vyetu vinafanana hivi. Na ukitaka kujua vimeiva Unaviminya kama hivyo, umeona, is so soft, laini laini laini. Tunachuja maji. Tunaona viazi vyetu kama hivyo. Hichi kifaa kinaitwa masher, tutatumia ku mash aka kusaga, aka kuponda ponda viazi vyetu. Baada ya kuponda ponda vilainike vizuri kama hivi, we are good to go, tuko tayari sasa kuweka mboga mboga zetu. Tutaanza mwana wale kwa kutia kitunguu maji, tutatia karoti, tutatia hoho aka bell pepper, tutaendelea kwa kuweka manjano onion powder, garlic powder, sotojo yetu iliyobakia, tutaweka kitunguu saumu pamoja na tangawizi fresh, curry powder, ganda la limau pamoja na maji ya limau zima la saizi ya kati. Mwiko na na na na na kuchanganya kila kitu pamoja. Na kabla kujitengeneza gololi zetu, lazima tuhakikishe flavor yetu yetu iko mahali pake, and oh my God, this is chef's kiss. Jamani, kwa kidogo kidogo kidogo kwenye mkono wetu na taratibu, zungusha, tengeneza F1200 kama kama hivyo, tia pembeni, kisha tutaendelea na step inayofuatia ambayo ni kuandaa batter yetu hapa. Na kikombe kizima cha unga wa ngano nimeweka manjano, nitaweka maji kidogo kidogo, tutachanganya mpaka nipate kamchanganyiko kama kauji mwepesi fulani, sawa eh, kama hapa tulivyofika, this is is good. Na kwa sababu babu tu ba Diko tunajali afya zetu, hatukaangi kachori mwanaona tunazi air fry. Hapa ni parchment paper yangu ya air fryer, nime-spray na mafuta, tunachukua oven 200. Yes, tunakwambia kachori tunaziweka kwenye batter, parchment, tunazi-spray na mafuta kisha tunaziweka ndani ya air fryer yetu. Tutazipika kachori zetu kwa dakika kumi kwa moto wa nyuzi joto mia mbili na baada ya dakika kumi jamani tumeivisha, this is how they look. Nilitengeneza nyingi nyingine nimegandisha nimepika chache jamani za kufuturia tu. And let me tell you hizi kachori ni tamu jamani, laini kama nyama <laughs> ya shavu jamani. Na kama mnavyoona, kuungua kama kawaida, uchacho toka kwenye limao, ladha from the flavors. Man, this is so so good. Bamutu anasema teseka, perfect. Bye guys.